Naam, karibu tena mtazamaji. Na mtazamaji, kwa miaka mingi, ukame umeendelea kuangaisha jamii zinazoishi maeneo ya kaskazini mwa Kenya ambako maafa yameendelea kuripotiwa kila mwaka. Naam, mmoja wa waathiriwa wa ukame ni mzee Bobo Sora kutoka eneo la North Horr, kaunti ya Marsabit, aliyepoteza mali yake yote, kiasi cha kukosa tena matumaini. Naam, na kama Emily Chebet anavyotuarifu, maelfu ya watoto wamesalia kwenye hatari ya utapiamlo kutokana na hali hii. Mzee Bobo Sora mwenye miaka sabini ameketi kimnya ndani ya manyata yake. Hatua ya kutembea ni changamoto, si kwa sababu ya uzee tu, bali madhara ya ukame, njaa na maradhi. Ukame mkali wa mwaka 2022 na mwaka 2023 ulimwondolea kila kitu. Mkewe anasema maisha yake hayajakuwa sawa kuanzia wakati huo. Nilikuwa nachunga chunga mbuzi 200 hapa dukana, sasa sina chochote Sioni, maisha yamenichosha. Mkewe Helena, mama ya watoto wanne, amesalia kubeba mzigo wa familia. Hali mbaya maisha hapa, ikizidisha unyonge. Moto kuwaka katika eneo hili siyo jambo la kawaida, labda msaada unapobisha hodi. Jioni ya leo watakula gidheri, chakula cha kwanza tangu jana. Na ijapokuwa bahati imefika leo, mzee Bobo hawezi kula, hawezi kula gidheri Lunch nimempatia ugali na hakuna mboga, ni ugali tu na maji. Hii maisha, nimechoka, afadhali hata ningekufa tu, mpaka nasikia kujiua. Familia hii ni mojawapo wa familia ambao wamepoteza mali yao kila mwaka kwa kiangazi. Mwaka huu na mwaka ujao wakisema hawana uhakika Hadithi ya Bobo na mkewe siyo ya pekee. Kilomita kadhaa kutoka Dukana katika maeneo ya Laisamis na Horr, watoto wako katika hatari ya utapiamlo na maradhi kufuatia ukosefu wa maji safi na chakula. Mboga. Watoto hawapati mboga, hawapati matunda, tumebaki na mbuzi kidogo, sina hata ngamia takwimu za shirika la IFRC zikionyesha zaidi ya watoto elfu 740 chini ya miaka mitano wana utapiamlo. Mama anakuja na mtoto mgonjwa, baada ya kumpatia madawa anakuambia mwanangu, unikule nini? Sina kukula, kitu kukula, unipatie kitu ya kupatia kupatia mtoto baadaye, kabla nimpatie dawa ndio dawa itamlemea pengine. Sasa unakuta tu pengine umeingia mfuko yako. Kukatizwa kwa ufadhili wa shirika la USAID kumeacha pengo kubwa, mamia ya watoto waliohitaji virutubisho wakilazimika kusitishwa. Hali ikiwa ngumu pia kwa wahudumu wa afya ya jamii. National government wanatulipa kitu kidogo, na serikali ya county wanatupatia kitu kidogo ya. Yes, yes, national government tunapatanga, lakini ya county Hatujapata karibu mwezi kumi na tatu ama kumi na nne. Kila mwezi 2500. Saa hii tuko na 14 months, hakuna pesa. Tulipata kwa Marsabit County, at least pande ya serikali ya juu ndio tunapata kitu. Afadhali akufe, anasema, anasema ngai. Wakati wazee kama Bobo wakishikilia kilichobaki, watoto wanazaliwa kwenye mateso yale yale. Huku maswali yakiibuka kuhusu ni lini wa Kenya kutoka sehemu kame watasaidika na maafa kudhibitiwa. Emily Chebet, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Marsabit.